Kimya cha Umoja wa Afrika kwa mara nyingine katika uchaguzi wa Tanzania kimezua maswali mengi kuliko majibu. Nchini humo umwagaji mkubwa wa damu na ukiukaji wa haki za kibinadamu ulioshuhudiwa wazi lakini hadi sasa hakuna tamko lolote lililotolewa na taasisi hiyo inayodai kuwa ngao ya demokrasia za bara Afrika. Kama bara linataka kuheshimika, basi umoja wa Afrika lazima uamke kutoka usingizi wa mazoea, na umoja wa mataifa lazima uache diplomasia ya unafiki. Tanzania na Afrika kwa ujumla zinahitaji viongozi na taasisi zenye ujasiri wa kusema ukweli, hata inapoumiza. Huyu hapa Shisia Wasilwa anazungumzia swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wamepoteza meno ya wa kung'ata. Ni aibu na fedheha kubwa kwa bara la Afrika kwamba taasisi zilizoundwa kulinda utu, haki na misingi ya demokrasia, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa zimegeuka watazamaji wasio na meno ya kung'ata mbele ya dhuluma zinazoendelea wakati Tanzania inashuhudia uchaguzi uliojaa dosari, ukandamizaji na wapinzani na umwagikaji wa damu, vyombo hivi viwili vimekaa kimya, kana kwamba havioni, havisikii wala kuhusika. Kimsingi, vimejitia hamnazo. Katika uchaguzi wa hivi karibuni nchini Tanzania, wapinzani walizuiliwa kufanya kampeni, wengine walitiwa mbaroni na vyombo huru vya habari vilinyamazishwa. Hali ya hofu imetanda kote nchini huku wananchi wakihesabu hasara wa ya maisha na uhuru. Pamoja na haya yote, umoja wa Afrika haujatoa hata tamko moja la ukemeaji. AU ambayo ilipaswa kuwa ngao ya demokrasia na ulinzi wa haki za raia imegeuka kikaragosi kinachotii matakwa ya watawala. Kuna hisia kwamba AU imepoteza dira. Badala ya kusimama imara kukemea ukiukwaji wa haki, imekuwa kama klabu ya viongozi wanaolindana mikataba tamko na itifaki za kidemokrasia zimebaki kwenye nyaraka bila utekelezaji wowote wa maana. Wakati wananchi wanapolia, AU inatoa hotuba za heshima na salamu za rambirambi bila hatua zozote za kweli. Kinachotia uchungu zaidi ni kwamba hata umoja wa Mataifa nao umenyamazwa licha ya kuwa na mamlaka ya kimataifa ya kulinda amani na haki za kibinadamu. Hakuna tamko lolote kutoka kwa baraza la usalama la umoja wa Mataifa hakuna ufuatiliaji wa hali ya kibinadamu wala mashinikizo yoyote kwa serikali inayokiuka misingi ya haki. Ni kana kwamba dunia imeamua kuangalia upande mwingine, huku damu ya wananchi ikitiririka kwa sababu ya ubinafsi wa kisiasa. Na sasa mzaa wa kidemokrasia unazidi kuonekana. Rais aliyeshinda kwa asilimia 98 anaapishwa katika sherehe ambazo wananchi hawatoruhusiwa kuhudhuria. Ni udhalilishaji wa hali ya juu kwa raia wanaodai mabadiliko. Je, huu ndio ukombozi tulioahidiwa? Na taasisi hizi mbili, kama Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa hawataamka sasa, historia itawahukumu kwa kushindwa kulinda utu wa Mwafrika. Bara hili linahitaji viongozi wenye ujasiri wa kukemea maovu, si watazamaji wa kifahari wanaotazama mateso ya watu kutoka mbali. Afrika inahitaji sauti, si ukimya unaotisha.